Na, kwa mara nyingine tena tuko hapa kwenye mtandao BEBICODE tukiendelea kujifunza namna ya kutumia muda wote. Video zote zilizopita tulikuwa tunajifunza namna ya kupakia nyimbo, namna ya kupakia nyimbo ee, na namna ya kuingia kwenye control panel Admini pana au jopo la msimamizi. Sasa leo tutaanza kujifunza kuhusu namna ya kufanya manunuzi, kupakua, namna ya kupakua wimbo au nyimbo tunazozipenda kwa hiyo, tutaenda moja kwa moja kwenye ukurasa wa nyimbo, ambapo kama inavyoonekana hapa juu kuna pakua, kuna wanachama. Kipengele kimeongezeka, hiki hakikuwepo Halafu pakia wimbo. Kwa hiyo tutakuja na kwenye kipengele cha wanachama kuona namna gani tutakitumia e. Kwa hiyo sasa kipengele kimoja hapa hapa, tulikuwa tuna tunahusika na pakia wimbo, ambapo tumekwenda tume nimeelezea kwa kirefu sana. Sasa kwa kifupi nitakuja kwenye kipengele cha pakua. Kwa hiyo nabonyeza hiki kiboksi cha pakua. Uhum. kuna hatua tano hatua tano ya kwanza yatafuta maanayake hapa tafuta nachagua pesa ambayo nataka kutumia kununua hapa tunaenda kununua sasa wimbo unataka ku-download kuweka kwenye simu yako kuweka kwenye laptop yako au kifaa chochote ambacho kinaweza kikacheza mziki ikahifadhi na kucheza nyimbo kwa hiyo Tunac-nachagua pesa ya Kitanzania TZS sawa, so. Kwahiyo nabonyeza tafuta, tafuta, naenda kutafuta hizo nyimbo sawa, so. Kwahiyo nikishabonyeza tafuta hapa, naenda kwenye hatua nyingine inayo nimeelekeza kwamba ni bei au unaenda kutafuta nyimbo zenyewe. Kama unavyoona hapa, kuna kwaya au mwimbaji St. Martin de Polis, halafu wimbo wenyewe ni haya njoni nizisikie. download zinne naonekana, maana yake imepakuliwa mara nne, mepakuliwa mara nne pakulia mara nne, maana yake kwaya tayari imeshaingiza pesa pesa mara nne, kulingana na wimbo unavyouzwa. Kama unauzwa ya mia tano, maana yake itakuwa mia tano mara nne tayari wana elfu mbili, atakuwa na elfu mbili. Ah, kama ni elfu moja kama inavyoonekana hapa, bei elfu moja na tisini na tatu maana yake itakuwa na elfu nne kama ni elfu moja mara nne, kabla tujatoa zile za za huduma. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo nataka kuchagua sasa. Nikitaka kuchagua wimbo, kuna kabox kachini, chagua wimbo nakabonyeza up, nakuwa kabluu kama ndo wimbo naotaka kuchagua peke yake nitabonyeza hii boksi kubwa hili imeandikwa bonyeza kitufe hiki baada ya kuteua kisanduku au endelea na chaguo nyingine. Kwa hiyo kama nataka nichague wimbo peke yake nitabonyeza kisanduku. Kama nataka kuchagua nyingine nyingine, nakiacha kiboksi, naangalia nyimbo nyingine, naweza hata nikabonyeza nikasikiliza hizo nyimbo. Ona, zinachezeka japokuwa zichezeki zote ni kidogo. Mtandao huko mzuri. Kwa hiyo nyimbo e, mingine tunamshukuru Mungu umediwa download, download mara moja. Kwa hiyo nikitaka na wenyewe nabonyeza ka box. Kwa hiyo nachagua wimbo wa pili. Kwa hiyo kila unapobonyeza box maana yake unakuwa unachagua, kila unapobonyeza box unachagua. Kwa hiyo unaweza ukachagua nyingi iwezekanavyo mradi ziwe ni za kwaya, aina moja ya kwaya, usichanganye kwa kwaya fulani na kwaya fulani. Aa, mta mfumo hautakubali, utakataa. Kwa hiyo inabidi we ni aina moja ya kwaya. Ukimaliza, nimechagua hizo mbili e, viboksi viko sehemu zote, kwa hiyo nabonyeza kiboksi itanipeleka kwenye hatua nyingine inayofuata. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, maelezo ya nyimbo, nimechagua nyimbo mbili e, send. Kwaya ni Saint Martin de Porres, wimbo haya, njoni mzisikie, mtunzi imajaliwa, alafu pesa pesa yake hiyo hapo, elfu moja na tisini na tatu na point kadhaa Alafu kwaya hiyo hiyo Saint Martin de Polis wimbo wa pili tumshukuru Mungu e, mtunzi PV Grenyema na pesa ni hiyo hiyo moja na tisini na tatu e, kwa hiyo leo naishia hapo, tutaanzia hapa kuendelea mbele, jinsi ya kuendelea mpaka tunafika mwisho, tunapakua wimbo unaingia kwenye simu zetu. Asanteni na karibu tena.